Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Tangazo la kuitwa kazini. Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma anapenda kuwataarifu waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usaili kati ya tarehe 3 mwezi wa 9 2024 na tarehe 5 mwezi wa 4 2025 kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu usaili huo ni kama yalivyoorodheshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasainia waliokuwa kwenye kazi data au database kwa kada mbalimbali ambao wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Wasailiwa wote waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vya kazi, barua zao za kupangiwa vyeti vya kazi, vituo vya kazi watazipata kupitia akaunti zao za Ajira Portal kwenye sehemu ya my application, hivyo watapaswa kupakua na kutoa nakala download and print barua hizo na kwenda nazo kuripoti katika vituo vya kazi walivyopangiwa. Aidha, waombaji kazi waliofaulu usaili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi wakiwa na vyeti halisi original certificate za masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea ili vihakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili, watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usaili, hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine nafasi za kazi zitakapotangazwa. Mamlaka ya Ajira, kada, majina walioitwa kazini. Bodi ya Tumbaku Tanzania, afisa hesabu daraja la pili, accountant officer 2, Angela Jonathan Mfuru. Bodi ya Taifa ya Uhasibu na Wakaguzi wa Hesabu Tanzania, NBAA, ICT officer programming <coughs> Imetolewa na katibu sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Asante na karibu. Kama ni mara yako ya kwa kwanza, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika channel hii ya Feaboy TV. Karibu na asante.